Hi guys. Kama kuna kitu cha genius. Kama kuna kitu cha akili kubwa tulichokifanya kipindi hiki basi ni kuchagua tarehe ya maandamano. Hiyo tarehe 29 Oktoba, siku ya uchaguzi mkuu tulioichagua, kama siku ya maandamano, hicho ni kitu cha akili kubwa tulichokifanya. Yaani, yani, katika moja ya vitu ambavyo vitatupa ushindi na tutaweza kuchukua nchi yetu ni pia tarehe tulioichagua. Sitaenda into a lot of details why I'm saying that, lakini hii tarehe ndio moja sababu tunaenda kushinda tu. Tuna nchi inaenda kurudi kwa Watanzania. Watanzania wanaenda kupata haki na uwezo wa kuchagua wabunge wao, kuchagua rais wao, kuchagua chama wanachokitaka. Nchi inaenda kurudi kwenye mikono ya wananchi. Wahuni wamechanganyikiwa na kuambia wamechanganyikiwa, hawali hawalali, wanamtandao wamechanganyikiwa. Tarehe ishirini na tisa Oktoba.